Ndoto kumi pamoja na tafsiri zake. Kwa siku ya leo, takwenda kuziangalia ndoto kumi pamoja na tafsiri zake asili asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto mbalimbali, lakini wengi huwa hawakumbuki ndoto ambazo wanaziota, na wengine wamekuwa hawaelewi kabisa ndoto wanazoziota zinaashiria vitu gani. Leo nitakwenda kukwambia ndoto kumi pamoja na tafsiri zake, lakini kabla hatujaendelea, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na wafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado hujasubscribe,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 Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie ndoto kumi pamoja na tafsiri zake. Jambo la msingi ambalo natakiwa kutambua, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Mungu anaweza kutumia ndoto kukupatia maelekezo na mambo ya msingi ya kufanya, lakini pia Mungu anaweza akatumia ndoto kukujulisha mambo yatakayotokea. Na Mungu anapokufunulia ndoto, anakuwa na kuonyesha kwa lengo la wewe kuomba. Kama ni jambo ni baya, wewe kuomba ili jambo hilo lisiweze kutokea, lakini kama ni jambo ni zuri wewe unatakiwa kutumia muda wako kuomba ili jambo liloliona liweze kutokea. Jambo la msingi ambapo unatakiwa kulizingatia unapotaka kutambua au kujua namna au tafsiri ya ndoto uliyoota, vitu vya msingi vya kutambua ili una au unataka kujua tafsiri ya ndoto ambayo uliyoota, jambo la kwanza, jinsi ndoto ilivyoanza. Ni muhimu kutambua jinsi ndoto ilivyoanza, lakini jambo la pili vitu vilivyotokea kwenye ndoto hiyo, na jambo la tatu jinsi ndoto hiyo ilivyoishia. Hivi ni vitu vitatu vya msingi ambavyo ukitaka kujua tafsiri ya ndoto ni muhimu ukavijua. uka, uka, uka, jambo la kwanza, jinsi ndoto ilivyoanza. Je, ndoto hiyo ilianzaje? Lakini jambo la pili, vitu vilivyotokea kwenye ndoto hiyo. Matukio gani yalitokea kwenye ndoto hiyo? Lakini na jambo la tatu, jinsi ndoto ilivyoishia. Je, ndoto hiyo iliishiaje? Ndoto inaweza ikaanza vibaya, lakini ikaishia vizuri. Kwa hiyo mazingira ni muhimu sana ukitaka kujua tafsiri ya ndoto uliyoyota mazingira ni muhimu sana ukitaka kujua ndoto uliyoyota. Je, ndoto hiyo ilianzaje? Na vitu gani vilitokea kwenye ndoto hiyo? Na ndoto hiyo iliishiaje? Lakini pia ndoto inaweza kaanza vizuri ikaishia vibaya, lakini pia ndoto inaweza kaanza vibaya ikaishia vizuri, vizuri. kwao ni muhimu kuzingatia mazingira ya ndoto uliyoyota. Kwa hiyo twende moja kwa moja tukaangalie, uh, tafsiri uh, kumi uh, ndoto kumi pamoja na tafsiri zake. Tafsiri namba moja. Ukimwona mbwa ndotoni, mbwa huashiria mambo mengi, inategemea na mazingira uliomwona mbwa huyo. Kwa hiyo, ukiona mbwa anakukimbiza, ndoto hii huashiria huashiria vitu vifuatavyo. Namba moja, ndoto hii ina, inaashiria kutawaliwa na roho ya tamaa eh? Kutawaliwa na roho ya tamaa. Ukiona labda mbwa anakukimbiza kajiota unaona uko laki ndoto lakini, unaona mbwa yule mbwa, unakimbizwa na mbwa, ndoto hii inaashiria kutawaliwa na tamaa. lakini tafsiri pia, ndoto hii inayohusiana na mbwa inaashiria unajaribu kujikwamua kwenye kile kitu kinachokurudisha nyuma. Inaweza ikawa ni, ni, ni mashaka, inaweza ikawa ni mahusiano, inaweza ikawa ni watu ambao unataka kujitenga nao. Kwa hiyo ukijiona unakimbizwa na mbwa, ndoto hii inaashiria pia unajaribu kujikwamua, nye, kujikwamua na vile vitu ambavyo vinakurudisha nyuma. Lakini pia ndoto ya kimona mbwa ndotoni, labda nakukimbiza, ndoto hii inaashiria kutawaliwa na roho ya uzinzi na uasherati. Kwahiyo mbwa, ndoto hii inaweza ikaashiria kutawaliwa na roho ya uzinzi na uasherati. Kwahiyo ukimwona mbwa ndotoni, inategemea na umemwona mbwa huyo katika mazingira gani. Kwa uh, hiyo utajua tafsiri ya ndoto hiyo, inategemeana na mazingira. Nimeshasema hapo mwanzo, inategemeana na mazingira ya ndoto ambayo uh, ilikuwa huko kwenye mazingira gani. Lakini pia ndoto namba mbili: kujiona umekwama ndotoni. Ukijiona umekwama ndotoni au unashindwa kwenda mbele, ndoto hii inaashiria kuna roho inakuzuia wewe kusonga mbele. Watu ambao wanajiona wamenasa ndotoni au wamekwama ndotoni ni watu ambao wanaangaika kufanikiwa, lakini mwisho wa siku wanajikuta wanaporomoka. Anaweza kaanza kitu au jambo lakini asi, aka asilimalize. eh inawezekana ni mahusiano biashara anaweza kaanza mahusiano biashara lakini akaishia njiani asimalize kabisa asifike mpaka mwisho kwa hiyo watu wanamna hii ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii sana lakini hawaoni matokeo yote ni watu ambao wanajituma kwa bidii sana ni watu ambao wanapambana sana ukiona umekwama unajaribu kwenda ku, mbele lakini huwezi unashangaa miguu yako imekuwa mizito huwezi kutembea kabisa mwingine anaweza kaota anakimbia anakimbia lakini hawezi kukimbia hata hawezi kunyanyua mguu kabisa. Ndoto hii inaashiria kuna vitu ambavyo vinakurudisha nyuma, kuna vitu ambavyo vinakuzuia wewe kusonga mbele, vinazuia wewe kufanikiwa. Ndio maana watu ambao wanaota ndoto hii, anaweza kawa ni mtu anafanya kazi anajituma sana kwa bidii, anajitoa sana kwa bidii, lakini haoni matokeo yoyote. Kwa hiyo, ukiota ndoto namna hii, ni muhimu kaingia kwenye maombi ya kuomba kushughulikia kile kitu ambacho kinakuzuia wewe kusonga mbele, kushughulikia kile kitu kwenye ulimwengu wa kiroho ambacho kinakuzuia wewe kufanikiwa, kinachokuzuia kupiga hatua ukakishughulikia na baada ya kufanya maombi uh, unaweza kaingia hata kwenye maombi ya mfungo, ukishughulikia kile kitu ambacho kinakuzuia wewe kusonga mbele, kinakuzuia wewe kufanikiwa kwao. Ukifanya hivyo, hii itakusaidia kabisa na utaona mabadiliko baada ya kufanya maombi. Lakini ndoto namba tatu, kujiona ndotoni unapaa. Ndoto hii inaashiria unazo nguvu za kiroho, lakini pia ndoto hii inaashiria umeingia katika kipindi cha uhuru. Ukijiona na pale, yamkila bwana, unajiona unakimbizwa na, na watu alafu unajikuta mwisho wa siku unaanza kupaa juu, unaanza kupaa. Ndoto hii inaashiria una nguvu za kiroho ambao hata maadui wanashindwa kukufikia kwa sababu ndani mwako kuna nguvu za kiroho. Watu wengi wamekuwa kijiuliza ndoto ya namna hii, ndoto hii inaashiria una uh, nguvu za kiroho unategemea na mazingira ambayo umeona ndoto ya namna hii, lakini pia ndoto hii inaweza kaashiria umeingia katika kipindi cha uhuru. Yamkini umepita kwenye tabu nyingi, lakini ukaanza kupata ndoto namna hii, inaashiria umeingia kwenye kipindi cha uhuru. Lakini ndoto namba nne, kujiona uko uchi ndotoni <coughs> kujiona uko uchi ndotoni. Ndoto hii ina tafsiri mbili, nitakwenda kupatia, inategemea na mazingira gani umejiona uko uchi namba moja labda umejiona huko uchi ndotoni na uko peke yako, labda ndani ya chumba au eneo fulani, uko peke yako. Ndoto hii inakuwa inaashiria uhuru, yani ukajiona labda huko uchi lakini uko labda kwenye chumba, yani pekiako jona kwa uko ndani peke yako, lakini unajiona hakuna mtu anayekuona wewe, unajiona huko uchi. Ndoto hii inakuwa inaashiria uhuru lakini pia uashiria utaingia kwenye kipindi cha utulivu na amani. Lakini pia ukijiona, tafsiri nyingine ya ndoto hii imesema, ni muhimu sana kuzingatia mazingira ya ndoto uliyoyota. Ukijiona uko uchi mbele za watu, uashiria kuna vitu ambavyo ulikuwa utaki watu wavijue, watavijua watavifaa. Kuna vitu ambavyo ulikuwa ni vya ndani, vilikuwa vya siri vitakuwa wazi, kila mmoja atajua. Kwa hiyo yamkini kazini, yamkini kwenye mahusiano, yamkini kwenye jambo ambalo unakuwa unalifanya, lakini uh... Ndoto nyingine kujiona unazama ndotoni, ukajiona ndotoni unazama. Ndoto hii inaashiria kuna vitu vimekuzidi na vitu hivyo vinapelekea kukuzuia wewe kusonga mbele, lakini pia ndoto hii ya kujiona unazama, ndoto hii na uashiria kuna mambo ambayo yamekuelemea, inawezekana ni kazini, kwenye mahusiano, biashara na kadhalika. Pia ndoto hii uashiria unatakiwa kupata muda wa kupumzika. Ukijiona ndotoni unazama, ndoto hii inaashiria kuna vitu ambavyo vimekuelemea, yamkini kazini kama unafanya kazi unakuta kuna tension fulani, kuna vitu ambavyo vimekuzidi, unahitaji muda wa kupumzika kwanza, kwa muda ukae vizuri, ili uweze kusonga mbele. Lakini pia uh, ndoto nyingine kuona kinyesi cha binadamu ndotoni, ukiona kinyesi ndotoni. Ndoto hii uh, ndoto ya namna hii huwa na tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ndoto hii ya uh, kuona kinyesi ndoto hii, ndoto ya namna hii huashiria uashiria uh, utajiri lakini pamoja na mafanikio kuashiria kuna hazina utajiri pamoja, uh, inaashiria hazina eh, vitu vya thamani. Lakini pia ndoto ya kuona kinyesi cha kinyesi ndotoni huashiria utajiri pamoja na mafanikio, lakini pia inategemeana na mazingira, umekiona kinyesi kwenye mazingira gani? Ukijiona tafsiri nyingine, ukijiona unatembea juu ya mavi au kinyesi, unajiona unatembea unakikanyaga, unatembea, ndoto hii huashiria mauti. Ukijiona unatembea kwenye kinyesi, unajua unatembea kwenye kinyesi, ndoto hii huashiria mauti. Lakini pia ndoto hii huashiria kuna shida inakuja mbele yako, kuna nyakati ngumu ambayo itakukabili kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto hii huashiria kuna jambo ambalo litakushusha kiuchumi. Kwa hiyo ni muhimu kuwa makini na mazingira ya ndoto uliyo yota. Lakini ndoto namba nane ukiona kiatu ndotoni. Ndoto hii huashiria mamlaka lakini pia inategemea na rangi ya kiatu. Mfano kama rangi ya kiatu ni nyeusi huashiria nguvu na huashiria kutembea katika nguvu au kutembea katika mamlaka inategemeana e, inategemeana na kiatu kichara, kina rangi gani je kiatu hicho ni kikubwa au ni kidogo inategemeana, lakini pia uh, ndoto namba tisa, kumwona tembo ndotoni. Ndoto hii huashiria ukubwa. Uh, lakini pia ndoto ya kumuona tembo ndotoni huashiria uongozi. Ndoto hii huashiria kuna jambo kubwa litakalotokea kwenye maisha yako, lakini pia ndoto hii inaashiria kuna matokeo makubwa utayapata, mkini kwenye kazi, amkini kwenye biashara, kuna matokeo makubwa ambayo utayapata. Lakini ndoto namba kumi ukijiona umeshinda shindano lolote ndotoni, uashiria mafanikio. Ukijiona labda ndotoni unacheza mpira, ukaanza kujiona unafunga magoli mengi sana, unajiona unafunga magoli mengi sana, ndoto hii inaashiria mafanikio. Kuna inaashiria Mungu atafungua milango ya fursa kwenye maisha yako, Mungu atafungua milango, Mungu atafungua milango ya mafanikio kwenye maisha yako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado huja subscribe, basi kisha una subscribe, uh, kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Lakini pia kama umependa somo hili, ikiwa na somo hili, basi kisha una like video hii na kisha una share kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akubariki wote, utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, akajibu hitaji la moyo wako. Nakupenda sana, tukutane kipindi kijacho.